Habari yako leo tunazungumzia vita ya mafanikio sio kwa kuomba huruma bali kwa kufanya kazi kwa jitihada na kuomba Mungu kwa imani Biblia inasema mawazo ya wenye jitihada huelekea utajiri tu bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji kumbuka mafanikio si ya bahati ni ya vita Yusufu aliuzwa aliteswa lakini hakukata tamaa alifanya kazi kwa uaminifu na Mungu akamfufua. Daudi alikuwa mdogo lakini alijituma kwa bidii. Alipigana na simba, dubu na Goliathi, na Mungu akamsaidia. Nehemia aliamua kujenga upya ukuta, alifanya kazi kwa mikono yake hata akiwa kiongozi. Bila maombi huna nguvu ya kushinda. Yakobo 1:6 inasema, aombe kwa imani asitoe shaka. Mungu hupenda wafanyakazi, si wavivu. Mithali kumi na mbili ishirini na nne inasema mikono ya wenye bidii itatawala. Hakuna mafanikio bila changamoto. Yakobo 1:12 na inasema aliyeshinde majaribu atapokea taji ya uzima. Watu wengine watakusema pole, huna bahati, lakini Mungu hapendi wavivu. Badala ya kungojea msaada, anza kwa ulicho nacho. Una simu tangaza biashara yako. Una ujuzi, tumia kuacha wengine nyuma. Una imani, Mungu atakubariki. Kumbuka maombi, kazi, mafanikio. Usiogope kwanza kidogo, Mungu atakuzidishia. Shinda leo kwa hatua moja. Andika kwenye comments: nitaanza na hatua gani leo? Mwenye kazi kwa bidii atasimama mbele ya wafalme. Soma Biblia kila siku. Neno la Mungu litakupa nguvu. Jiunge na kikundi cha waumini, usiishi peke yako. Andika malengo yako na andika maono yako. Kila mwanzo ni mgumu, lakini kila mshindi alianza mahali. Mungu wako upande wako, shinda leo.